Bila shaka maandamano yameendelea katika nchi ya Iran. Lakini maandamano ya hivi sasa yamekuwa kinyume na yale ya mwanzo katika hatua za mwanzo za maandamano ambayo kilele chake ilikuwa ni tarehe 9, usiku wa tarehe 9, 10 na 11. Bila shaka tulishuhudia waandamanaji uh, wengi ambao msimamo wao uko kinyume na mazingira ya kiuchumi ya nchi ya Iran lakini vilevile vile, maandamano yalikuwa yakiashiria misimamo ya waandamanaji ambayo iko kinyume na fikra ya serikali iliyoko madarakani hivi sasa. Lakini sasa hivi tunaona maandamano mengi yanayojitokeza ndani ya nchi ya Iran ni maandamano ya kuiunga mkono serikali ya nchi ya Iran, na hili bado linaashiria kwamba nchi ya Iran ni nchi ambayo ina mkusanyiko wa fikra tofauti tofauti. Maanake ziko fikra ambazo hazikubaliani na utawala ulioko madarakani, ziko fikra ambazo uh, sio tu kukubaliana na utawala ulioko madarakani bali zinaamini kwamba utawala ulioko madarakani unatakiwa uondoke, na ziko fikra ambazo zinaamini kwamba serikali iliyoko madarakani inatakiwa iendelee kubaki madarakani na kama maboresho yaweze kufanyika ambayo yanaweza yakawa na manufaa kwa nchi ya Irani na wananchi wake. Kwa hivyo hatua ya sasa hivi inaonekana wazi ni kundi la mwisho ndilo kundi ambao linakuja kuchukua au kufanya maamuzi ya mwisho ya maandamano yote yaliyokuwa yakifanyika, nalo si kundi lingine, ni kundi ambalo linaunga mkono serikali, pamoja na kwamba idadi hata ya wale ambao walikuwa wanaipinga serikali au wanapinga hali ya, u, ya uchumi, maana yake sio idadi ya watu wachache, jambo ambalo linaashiria kwamba katika siku za usoni, iwapo idadi yao itaongezeka na misimamo yao ikaongezeka, ni jambo ambalo inawezekana likawa lina madhara kama hakuna za hatua za haraka zitakazochukuliwa ndani ya nchi ya Iran. Kwa hivyo kwa siku ya leo, uh, toka siku ya jana leo na kuendelea, tunatarajia zaidi kuona mwendelezo wa maandamano ya raia wa Iran wanaoiunga mkono serikali, lakini hatua hii ita, inaonekana kuanza kuchukua nguvu zaidi, kwa sababu ya baadhi ya matukio ambayo kanajitokeza uh, kupitia waandamanaji ambao walikuwa wakiandamana katika hatua za mwanzo za maandamano, ambao kilele cha maandamano yao hasa ilikuwa ni kwenye tarehe tisa kwa sababu uh, ni tarehe ambayo ilikuwa ime, imechagizwa zaidi na aliyekuwa uh, mwanamfalme ambaye anaishi, anaishi ughaibuni uh, ambaye alikuwa amewachochea sana raia wa, wa nchi ya Iran kuweza kujitokeza katika, katika, katika tarehe tisa kuweza kufanya maandamano, maandamano ambayo yatafanya maamuzi ya maisha ya raia wa nchi ya Iran. Kwa hivyo, kwa hivyo sasa tunategemea zaidi kuona maandamano ya waunga mkono serikali ndiyo yanaweza akawa na nguvu zaidi kwa hivi sasa, na hii ni kutokana na baadhi ya matukio kama tulivyosema, yalijitokeza katika siku za nyuma kidogo, matukio kama ya waandamanaji kutumia silaha kushambulia um, wana usalama au maafisa usalama wa nchi ya Iran, lakini vile vile kushambulia wakati mwingine hata uh, raia wa kawaida ambao wakati mwingine walikuwa wanakutana na yale mazingira ya sintofahamu, wakawa vile vile wanapata madhara, jambo ambalo kwa upande mmoja mwingine limeamsha baadhi ya hisia za watu wa Iran, hata wale waliokuwa wanaona kwamba, uh, hali ya uchumi haiko sawasawa, kuanza kuona kwamba tunapoelekea si sehemu ya sawa, na hivyo kuanza kupinga vitendo vya waandamanaji ambao walikuwa wakichoma maduka ya watu, wakichoma nyumba za ibada, lakini vilevile vile, uh, wakitumia silaha kuweza kushambulia baadhi ya maafisa wa usalama wa nchi ya Iran tukio hili ni tukio ambalo au mwendelezo wa matukio haya na hasa kwa kuzingatia aina ya waandamanaji ambao sasa hivi wamekuwa wakiandamana ndani ya nchi ya Iran kunaonyesha ushindi mwingine wa serikali inayotawala katika nchi ya Iran, pamoja na kwamba uh, ni serikali ambayo imekutana na changamoto nyingi toka katika miaka ya themanini. Maana yake uh, nchi za magharibi hasa nchi ya, ya, ya, ya Marekani imefanya juhudi nyingi katika siku za nyuma kuhakikisha kwamba aina hii ya utawala unaondoka ndani ya nchi ya Iran. Ukiangalia katika miaka ya thamanini, hata mgogoro baina ya nchi ya Iran na nchi ya Iraq asili yake hasa ilikuwa ni ku, kuifanya ile Iran iweze kuwa weekend, iweze kuwa dhaifu zaidi. Lakini vilevile ukiangalia hata katika miaka ya uh, tisini mpaka kuja miaka elfu mbili Uh, matukio kama ya kupatikana kwa baadhi ya maspai wale wapelelezi wa nchi za magharibi ndani ya ya, nchi ya, ya ya, ya, Iran na hata mwaka jana tumeona kwamba watu wengi ilibidi walikuwa wanakamatwa ambao actually ilikuwa ni raia wa Afghanistan ambao walikuwa wakifanya kazi ndani ya nchi ya Iran ambao walikuwa wakitumika pia kwa ajili ya kufanya ujasusi na kufanya baadhi ya matukio. Kwenye miaka elfu mbili na kumi tumeshuhudia mashambulizi kama yale a ya kufanyika uh, mashambulizi ya kimtandao katika zile program za, za kinyuklia uh, kwenye miaka ya elfu mbili tumeona pia elfu mbili na kitu tumeona pia mauaji ya baadhi ya wanasayansi kama kina Muhsin Fakhrizada, ambao ni wanasayansi wakubwa ndani ya nchi ya Iran ambao walikuwa wanaendesha zile program za nyuklia, wameuliwa. Kwa hiyo kuna ya matukio mengi ambao lengo lake kubwa ilikuwa ni kuiweke nchi ya Iran lakini uh, kwa kile kinachoonekana mpaka sasa hivi ni kwamba Irani inawezekana ikae imevuka kwenye kizingiti kingine. Kuvuka katika kizingiti hiki uh, bado kunaonekana kwamba uh, Iran inaweza inatakiwa ichukue tahadhari zaidi kuliko ilivyo kawaida, na ndio maana inaonekana kwamba baadhi ya maafisa wake kama kina eh, Muhammad Bakhiri Kalibafu ambaye ni spika wa bunge wa nchi ya Iran alizungumza siku kadhaa nyuma kuiambia Marekani kwamba ma attacks yote ambayo mtakaifanya ndani ya nchi ya Iran, maana yake ni kwamba, uh, Iran na yenyewe itaishambulia itaishambulia nchi ya Israel, itashambulia base zenu katika eneo la mashariki ya kati na na wanajeshi wenu. Hii ni kuonyesha kwamba bado kuna alert ya kuonyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa, uh, kuna aina nyingine ya move ambayo inawezekana ikafata baada ya movement hii kuonekana vile vile kwamba haijawa successful, haijafanikiwa uh, kwa upande mmoja au mwingine Uh, pamoja na kwamba amekuwa kuna taarifa za kuonyesha kwamba uh, kuna baadhi ya maeneo kama ya, ya, ya, ya Israel, kuna baadhi ya maandalizi yamekuwa yakifanyika ya raia kukimbilia katika zile mahandaki na mfano wake, lakini ni jambo ambalo bado hatuja hatujalithibitisha moja kwa moja kutoka kwa Israel wenyewe kuthibitisha kwamba kuna movement ya namna hiyo ambayo imekuwa imekuwa ikiendelea kwa hakika lakini uh, kile tunachokiona cha haraka haraka ni kwamba movement yoyote ambayo itakaofanyika ya kijeshi ni movement ambayo hatutegemei kwamba itakuwa ni movement kubwa kwa kiwango hicho, kwa sababu nyingi. Kwa sababu kwa sasa hivi hatutegemei sana Israel kuweza kuanzisha mashambulizi ndani ya nchi ya Iran, na hii ni kutokana na mabadiliko ya kisera ambayo sasa hivi yanawezekana yakaiathiri sana nchi ya Israel, kwa sababu, uh, Israel wana makubaliano na nchi ya Marekani ya takriban miaka kumi ya kupokea misaada ya kijeshi ya takriban dola bilioni 38 kwa mwaka, makubaliano ambayo inaonekana kwamba kuelekea kwake mwaka 2028 ndo itakayokuwa mwisho wa Marekani kuweza kutoa sapoti hiyo kwa nchi ya Israel. Na hili jambo waziri Netanyahu ameshalizungumza wa kabisa kwamba tunapoelekea uh, saivi ni kwamba Israel itaacha kupokea misaada kutoka katika nchi ya Marekani, na ikumbukwe kwamba Marekani au Israel mapigano yake mengi yamekuwa akitegemea sana msaada kutoka katika nchi ya Marekani. Lakini kubadilika kwa sera za nchi ya Marekani, hasa baada ya kuja kwa rais Trump, kutokana na sera yake ya, ya MAGA, make america great again, ni sera ambayo inazingatia zaidi masilahi ya Marekani kuliko masilahi ya mtu mwingine yoyote, na ndio maana imepunguza misaada kutoka katika nchi nyingi, na moja katika watu watakokuwa ni waathirika wa misaada ya Marekani ni nchi ya Israel na ile amesha lizungumza wazi Netanyahu kwamba wanategemea katika siku za usoni kuacha kupokea misaada kutoka katika nchi ya Marekani, pamoja na kwamba ametoa sababu nyingi ikiwemo kwamba uchumi, uchumi wa Marekani wa, wa, uchumi wa Israel umekuwa kwa takriban dola trilioni moja ambayo inaweza ikawafasilitati wao kuweza ku, uh, kutengeneza silaha na kujihudumia katika, katika kila jambo, lakini inaonekana kwamba hii ni move ambayo actually ina na sera za rais Donald Trump za maga za kupunguza misaada kutoka kwa, kwa, kuelekea kwa katika, katika nchi zingine. Na ndio maana kinachoonekana sasa hivi ni kwamba Israel wanajaribu kushift policy zao au sera zao, kwamba waache kupokea misaada misaada, lakini waelekee katika uh, cooperation au katika masuala ya, ya, ya ushirika. Kama ni silaha wanaweza wakatengeneza pamoja, kama ni viwanda wanaweza waka, waka initiate pamoja au wakaanzisha waka pamoja na kuifanyia kazi lakini sio kupokea misaada misaada ya kifedha jambo ambalo hata wale waliokuwa wakisapoti Israel kupata misaada kutoka katika nchi ya Marekani kama kina uh, Lindsey Graham mmoja katika uh, maafisa au, au wanachama na wa, wa, ma, ma, ma, wale members wa, wa Congress kutoka katika upande wa chama cha Republican wamebadilika na wenyewe, sasa hivi wamekuwa wakiinsisti kwamba hiyo proses ya kuacha kutoa misaada kwa Israel inabidi ifanyike, ifanyike kwa haraka na hii inaonekana ni matokeo ya kikao cha uh, waziri mkuu Netanyahu na Rais Donald Trump cha siku kadhaa nyuma. Kwa hivyo katika kipindi hiki cha mwaka 2026 kuelekea mwaka 2028, cha kwanza kabisa mabadiliko ya sera hii yanatupa shaka kwamba Israel anaweza akapita front kusema kwamba anataka aishambulie aishambulie Iran kwa sababu kwa inajulikana, kwa gharama ya hiyo operation huo inakuwa ni gharama kubwa. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili katika kile ambacho tunachokijua ni kwamba Marekani sasa hivi hahitaji kuingia kwenye migogoro ya muda mrefu haihitaji kuingia katika migogoro ya muda mrefu kwa sababu ya uh, ushindani wake na nchi ya China. China anajulikana kama largest exporter, ndiyo muuzaji mkubwa, mzalishaji na muuzaji mkubwa wa bidhaa duniani. Uchumi wake umekuwa unafanya vizuri na strategy ya uchumi wake imekuwa inachanganywa na ukuaji wa jeshi lake, lakini teknikali amekuwa akiavoidi au anaepuka kuingia katika migogoro, migogoro isiyokuwa ya lazima. Na ndiomana unaweza ukaona ishu kama ya Taiwan, unamwona siku tutu China amekuwa akiweka presha kwa upande mmoja mwingine, lakini haumsikii akiingia moja kwa moja front katika njia za kijeshi kwa sababu ya kuchunga uh, uchumi wake kwa sababu uchumi unakuwa vizuri na vitu vingine anaweza kuifanya vizuri na anaweza akapenetrate na amekuwa kupenetrate katika nchi nyingi kama za Afrika, nchi kama za, za Asia, wenzake, moja na nchi nyingine nyingi amekuwa akijaribu kupenetrate. Na hata katika baadhi ya ngome ambazo ni sensitive, kwa mfano kama kule Greenland, kaskazini mwa dunia au kwa Marekani amekuwa anatangaza siku hizi na kutaka. China pia ilikuwa inataka ingie kule, lakini kwa sababu ya pressure ya Marekani ku ci uh, ifosi nchi ya Denmark kuto kukubali project za China, na ndio maana amebaki na project ndogo tu kama za masuala ya rare earth metal yani, uchimbaji wa yale madini eh, madini adimu yale rare earth na mfano wake, lakini hata kule pia alikuwa anataka aingie. Hii ni kuonyesha kwamba ni ile ukuaji mzuri wa uchumi ambao umekuwa ukiruhusu China kuongeza influence yake. Sasa Marekani amekuwa akifanya juhudi kubwa kuweza kuidhibiti nchi ya China. Pamoja na kwamba ni jambo gumu, lakini amekuwa akifanya movement nyingi kwanza kuin kuizunguka ile nchi ya China. Ndo maana anabezi kule South Korea, anabezi uh, Japani, anabezi kule Philippines, lakini vilevile hata ile movement ya kumwondoa yule rais waziri mkuu wa nchi ya, ya, ya Bangladesh Shekh Hasina uh, takriban mwaka jana ilisukumwa mojawapo na Marekani kutaka kukontrol sehemu ya ghuba ya Bengal ambapo China baada ya kuwa anasumbuliwa kiasi fulani katika uh, sehemu ya Malaysia kupita na misafara yake ya kibiashara kuja maeneo kama ya Afrika, akajaribu kutengeneza ruti nyingine ya kutoka China kupita katika sehemu ya Myanmar kuingia katika sehemu ya, ya Bangladesh, ikibidi kutokea katika uh, katika ghuba ya Bengal na kisha kuelekea na misafara yake, maanake kuingia kwanza katika njia ya barabara ya kawaida na kisha kuitumia ile pwani ya Bengal kuweza kuondoka kuelekea katika nchi kama za Afrika. Sasa movement aliyoifanya Marekani ilikuwa ni kuhakikisha anamwondoa Sheikh Hasina kwa sababu alikuwa anafungua huo mlango wa China kuweza kutumia hii guba ya Bengal ili yeye aweze kuidominate ile huba ya Bengali. Kwa hiyo Marekani imekuwa ikifanya juhudi kubwa kuhakikisha kwamba anapambana na nchi ya China. Kujiingiza katika mgogoro mwingine wowote ambao utachukua muda mrefu au utatumia gharama nyingi, ni jambo ambalo sio priority ya Marekani, na ndio maana katika move zote sasa hivi Rais Donald Trump amekuwa akiliambia jeshi la Marekani utazame movement ifanyike katika ile tunasema ni kwamba in a very high class way, ifanyike katika namna ya juu kabisa, kwamba madhara yasiwe mengi, ifanyike kwa muda mfupi na matokeo yaweze kupatikana, kama ilivyofanyika ya rais ya rais Nicolas Maduro. Kwa hiyo tunategemea hata kama Marekani atafanya reaction tunategemea kwanza Israel kuto kufanya reaction iye moja kwa moja na Marekani. Hata kama atafanya military action, atafanya ile movement ya kijeshi tunategemea ni movement ambayo itakuwa ni ya muda mfupi na kukusudia tu maeneo maalum, lakini hatutegemei kwamba itakuwa ni movement ya muda mrefu ambayo itakuwa na madhara ya moja kwa moja. Kwa hiyo hili tunajaribu kulitazama kwanza, tunatazama movement ya maandamano ambayo yamekuja katika hatua ya mwisho lakini vile vile na tunaona kama ni hatua ya Iran inawezekana ikawa imevuka katika kizingiti ambacho inaonekana kwamba kilikuwa kimekuja kwa nguvu sana, lakini vilevile vile matokeo yanayofata baada ya hapo apo inaweza ikatokea, uh, hatua za kijeshi kuweza kudisturb baadhi ya movement za nchi ya Iran especially katika upande wa senta zake muhimu, lakini hatutegemei kwamba itakuwa ni jambo ambalo litaruhusu kutokea kwa vurugu za muda mrefu, kwa sababu Marekani anaona mpaka sasa hivi kwa kutumia sera kama za vikwazo amefanikiwa kwa kiwango kikubwa, ndio maana wananchi wamekuwa vilevile wakifanya, wakifanya reaction ama kwa upande wa Iran. Uh, particularly tunaona kwamba inatakiwa ifanye juhudi inatakiwa ifanye juhudi, kwa sababu jamii imekuwa inakwenda kwa kubadilika. Ndio maana unaweza ukaona wakati mwingine hata walioandamana kuunga mkono serikali leo hii unaweza ukaona pia majority ni watu ambao wako macha, maanake ni watu wa, ambao umri wao kidogo umeinuka, ambao wanajua maslahi ya nchi, lakini vilevile vile, uh, wana kumbukumbu muhimu za nchi yao, yale iliyopitia nyuma na huku inapoelekea mbele, tofauti na wale walikuwa wakiandamana siku tatu au siku nne nyuma, utagundua wengi walikuwa ni vijana ambao inawezekana uh, wanazingatia zaidi hali iliyoko hivi sasa na sio hali iliyopita au hali inayokuja. Wao wanazingatia zaidi uzuri wa mazingira yaliyoko hivi sasa. Inapokosekana mazingira mazuri, maana ni rahisi kuweza kuona kuweza kuona reaction zao. Kwa hiyo ni jambo ambalo bado tunajaribu kulifuatilia na kuliangalia kwa umakini mkubwa, tukitaraji kwamba katika siku za usoni uenda tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuomba uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau subscribe, ku like, ku share pamoja na ku comment uwe